Maseneta hawa wanasema kwamba rais Samia Suluhu ameshindwa kuendeleza mageuzi na demokrasia nchini humo huku akiukashifu uchaguzi wa Tanzania kwa kusheheni udanganyifu na dhulma. Mwanahabari wetu Emmanuel To ana taarifa hiyo kwa kina Kwenye taarifa ya pamoja Jean Shaheen na Jim Risch, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maswala ya kigeni, wamesema kuwa uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania ulikumbwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji nyara na hadaa zilizotekelezwa na serikali. Maseneta hawa wawili wa Marekani wakisema kuwa matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yaliamuliwa kabla ya siku ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Maseneta hawa wawili wakisema kuwa serikali ya Rais Suluhu iliwakandamiza waandamanaji na kusababisha mamia kuuawa, wengine kutekwa nyara na mamia kufungwa jela, wakiwemo viongozi wa upinzani na kiongozi wa chama cha CHADEMA Tundulisu, ambaye anatuhumiwa kwa uhaini.